Kila eneo kila eneo la maisha, pakiwa na utaua, huwa kuna athiri katika kila eneo. Fikiria wewe kama ni mtaua katika eneo lako la kazi, maana yake katika hilo eneo la kazi, kila mtu ataona wewe ndiye mtu wa kutegemewa ama katika kampuni hilo, kwa sababu hautegemei elimu yako, unategemea kumcha Mungu. Na Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha ja maarifa. Je, ja umepungukiwa maarifa? Mche nani? Mche nani jamani? Mche Mungu. Na ndio maana sasa utaua huleta amani. Na amani hiyo inakuwepo sasa. Na hata ninapoifikiria kesho yangu, ninakuwa na amani Ninakuwa na matumaini, si katika maisha haya tu, lakini pia na maisha yajayo. Hebu fikiria, ikiwa tutapenda sana kufanya mazoezi ya mwili na kupuuza mazoezi ya kiroho ambayo ni utaua, je, tutaweza vipi kuhimili majaribu na kila misukosuko na kila mapigo ya adui. Adui ana nini? Adui ana nini? Ana mapigo. Mwambie jirani yako, adui ana mapigo. Kinachotufanya tuwe hivi tulivyo ni kwa sababu ya utaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo tutaweza kuhimili kila mikiki mikiki ya adui, kimwili kimawazo, kihisia na kila eneo la maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya sita thelathini na tatu inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, alafu mwisho anasemaje? Na hayo yote kazidishiwa.